wengine siku nne wengine wale damu ya istihadha ya ugonjwa siku kumi na tano na kuendelea, kama wengine inawatokea ikizidi siku kumi na tano ndio kisheria. Sasa hapa kuna janga, tuelekezane kidogo, janga la kupata watoto. Vijana wengi sasa hivi wanaalamika kweli, kila mtu ana hoja zake, anasema E, vijana siku hizi e, machipsi mengi sijui nini mengi. Mimi natoa mbinu, nilielekezwa mbinu ya kidaktari daktari. Kama kuna kijana ambaye namshinda kutafuta mtoto basi, chukua hesabu hii fupi tu ya kidaktari daktari. Madaktari wanasema hivi, nao wamehitilafiana madaktari, lakini s so, wanazooni madaktari wanasema hivi kwenye therathini, siku therathini zile za mwana mwanamama zile heh kwa mfano mwanamke ana, anaenda siku nne za hedhi, hizi siku nne wenyewe kidaktari wanaziita siku ambazo kwamba hazina kazi yani. Hiyo kauli ya kwanza. Kauli ya pili wengine wanasema hivi a, kuanzia siku ya kwanza mpaka ile ambayo ya nne, kama anaenda nne, toa kwa maana, kwenye 30 kuna siku ishirini na ngapi? Hapo ishirini na sita, si ndio eh kwenye hii hizi nne toa, kuanzia tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, sita hizo, si ndiyo? Eh, hizi siku sita wanasema hizi siku salama. Hizi hata ukikutana na mkeo hamna jambo, siku sita hizi, siku salama, ambazo ni hadi siku ya kumi. Siku hizi salama, ukikutana na mkeo hapa, yai yalipo tayari Kuanzia siku ya kumi na moja mpaka siku ya kumi na saba baadhi ya madaktari wanasema hivi. Baadhi ya madaktari wanasema kuanzia siku kumi na moja mpaka siku ya siku ya kumi na moja mpaka siku ya kumi na nane hizi siku hatari, hizi ndo nabidi wao mwapuziwe nyingi sana hapa, kwa sababu yai lipo tayari nasubiri mtoto. Hii kauli ya kwanza ya wenyewe, madaktari wanasema siku ya kumi na moja mpaka siku ya kumi na saba ni siku ambazo ni hatari. Na wenyewe madaktari wakikwambia hapa, wanakuambia kikubwa siku hizi wanasema hapa, wenyewe wanaeleza siku hizi mwanamke anakuwa yupo tofauti eh, po tofauti hapo, hey. siku hizo unaweza ukarudi kazini usitoke sio? Ah, yeye ndo zile siku zinatakawe hivyo. Kwa hiyo mzee hapo natakuwa utumie fursa Kuanzia siku ya kumi na tisa mpaka kuendelea. Pia hapo wameikhtilafiana, wapo wanaosema hizi siku salama tu, hazina maajabu wala nini, kwa lugha za sasa za vijana, hazina maajabu siku hizi. Lakini wapo wengine wanasema aa, zile siku tatu za mwisho pia unatakiwa zile nazo ni hatari zile, yaani ukitoa siku ya kumi na moja mpaka ya kumi na saba hatari, au mpaka kumi na nane ni siku hatari, kwa maana hapa ukifanya jambo ya ilipo tayari utapata mtoto. Wengine wanasema kuanzia ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba hizi nazo ni hatari. Huu ni mtazamo wa kidaktari kwao. Na wewe kijana mwenzangu, utapiga hesabu, mkeo anakwenda siku ngapi. Ikiwa ni siku nane, toa tisa na kumi, kuanzia kumi na moja mpaka kumi na saba hey, ufanye shughuli kidogo. Mwenyezi Mungu atujalie kwa hilo walwilada na kuna damu inaitwa wilada. Wilada hii huwa ni yenye kutoka pale mtoto anapotoka, damu hii inaambatana na mtoto. Hii tofauti na nifasi. Nifasi akishajifungua mwanamama mwishoni, ndio ile damu itatoka kwa siku arobaini ama lahza au ikatoka tu siku moja basi, lakini aina maana ikatoka siku moja ndio ukaenda kudai mkeo ukweni, nipeni mke wangu. Aah, kwa sababu kidonda akijapona, anatakiwa akae kule siku arobaini ajisikilizie. Baada ya siku arobaini atoke. Kama mtaamua kufanya dua sawa, lakini kuna mpango umewekwa. Eh, wewe, wewe mume unaruhusu mkewa anakuja kuoshwa na mwanaume mwenzio. Hii inakuaje? Yaani shekhe akija pale anapewa na mpunga mzuri elfu hamsini alafu, anazuga kaka, kuna maneno anasoma. Bwana, wizi hamna hii. Bwana, huko anamwaga maji, amna shekhe, hamna. Aoge mwenyewe, tuwasaidie mama zetu, aoge wenyewe Bajeti hii hapa, bajeti elfu hamsini kwa ajili ya ustadhi aje kumwogesha mke wangu? Mkeo, mwanaume mwenzio kabisa, anakuja ah, kumwogesha mkeo? Wewe mwenzetu, unatisha. Hamna hii, aoge mwenyewe. Janaba, madarasa yapo ya akinamama wanaelekezwa namna ya kuoga, ataoga josho kubwa hilo, eh, ataoga Wal wilada, na wilada kwa maana walhaidhu wannifasu walwiladatu walmautu, nakufa. Walmautu, mtu akifa anatakiwa aogeshwe. Hawa wanyuma wote wanaoga wenyewe, maiti anaogeshwa. hapa huwa tunawakimbia ndugu zetu hapa. Jamani, tusikimbie ndugu zetu. Siku hizi watu hawatunzi wa siri za wenzetu wenze, ukiacha tu ndugu yako. Kuna mzee mmoja maarufu sana, yeye anasema anaosha maiti, lakini katika ajabu yake, akija anawaambia jamani, mimi naosha maiti, mnamwandalia fungu lake, ila ile siku ya kwenda kuosha ile anawaita wale ndugu, wewe ndo ndugu na wewe ndugu, aya ingieni ndani, mnaingia, yeye afanye kazi, anatoa maelezo, aya emgeuza hivi, mwage maji hapo, na hela yake unampa. E, pesa yake po pale pale, yeye yeye afanye kazi. Anasema hawa usipowaelewesha hawawezi kufanya. Pesa yake po pembeni, akiingia ndani anawaonyeshea tu, haya wewe, ebu mgeuze mwili hivi wewe emweke hivi hapo, mwagie maji hapo, haya msugue kidogo, jamani eh. Katika vitu ambavyo vya ajabu zaidi, tunakimbia ndugu zetu wakifa, mtu anamkimbia. Kitu cha kwanza maiti akishakufa, kama wewe ndugu yako, kabla ya kulia, mtoe zile nguo, kata kwa mkasi zile nguo, sababu kumvua kote uwezi, kama singlendi kuvua shida, kata kwa mkasi ile, toa suruali mvue eh, mvue mwandae kabisa, mtoe pale kitandani, tandika mkeka chini, unamlaza pale chini, tafuta shuka safi, mfunike, kisha ndo anza simu, jamani, huku fulani hatunaye.